Mtazamaji wa Takukuru TV. Karibu na leo hii mtazamaji tunacho kipindi kinachohusu nafasi ya mwanamke katika mapambano dhidi ya rushwa. Bila shaka unafahamu tunaelekea kuadhimisha Siku ya Wanawake Duniani ambayo kila mwaka huadhimishwa Machi nane. Na katika kuangalia nafasi ya mwanamke katika mapambano dhidi ya rushwa tunaye naibu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bibi Neema Mwakalile. Bibi Neema Mwakalile, karibu sana katika mahojiano haya. Asante, naam naam, karibu sana. Kama tulivyomweleza mtazamaji, tunajaribu kuangalia leo nafasi ya mwanamke katika mapambano dhidi ya rushwa. Tukimwangalia mwanamke kwa nafasi yake yeye, ana ye, nafasi ipi katika mapambano dhidi ya rushwa? mwanamke mm, ana nafasi kubwa sana uh, kwenye mapambano dhidi ya rushwa na hii inaweza kuiongelea kwenye muktadha wa jamii zetu za Kiafrika, kwa sababu malezi ya mtu kwa sehemu kubwa, uh, jukumu hilo amepewa wa mwanamke. Uh, kwa mwanamke kwa sehemu kubwa anawajibika na malezi ya watoto, na tunaambiwa kwamba malezi ya mtoto ndio anayomfanya huyu atakapokuwa mtu mzima awe na tabia tunazoziona. Kwa hiyo hiyo na nafasi pana, na tunasema hivyo kwa sababu uh, wedha mtoto huyo amezaliwa katika mazingira uh, mazuri ya ndoa au jamii imara au uh, uh, baba amemtelekeza mtoto bado jukumu la malezi liko liko kwa mama. Kwa hiyo vilevile kwenye muktadha wa dhana ya rushwa ubaya wake, namna ya kujiepusha nayo au namna ya kupambana nayo, mwanamke ana nafasi kubwa. Akielewa rushwa ni nini, basi anaweza kama vile ambavyo anawafundisha watoto juu ya uongo, juu ya vitendo vya wizi, anaweza pia mwanamke akawa mwelimishaji mzuri, na hivyo kuwajengea watoto maadili imara. Kwa hiyo, hata wanapokuwa watu wazima, watu hawa hawawezi kujihusisha na vitendo oh, vya rushwa. Lakini katika nafasi yake ya malezi, huyu mwanamke anapeleka watoto hospitali na mara nyingi ndio anayeamua muktadha wa elimu kwamba waandikishwe shule. Na katika mazingira hayo mwanamke huyu anaweza akajikuta katika mazingira ya kutakiwa kutoa rushwa kwa sababu mtoto wake ana hali mbaya, na hivyo sasa afanyeje ili mtoto apate tiba. Kwa hiyo, kwa hiyo tukiangalia kwa uzoefu wetu tunaona kwamba uh, wanawake wengi wanadhani pengine rushwa haiwahusu, lakini wamekuwa wahanga sana wa vitendo vya rushwa katika mazingira ya kutafuta huduma kwa ajili ya jamii zao. Kwa hiyo wana wajibu, mimi ninaamini kabisa, wa kuzuia vitendo vya rushwa na uh, kudhibiti vitendo vya rushwa visitokee. Okay, sio tu katika mazingira ya huduma kwa sababu huko wanakwenda lakini pia hata katika uh, kujenga jamii iliyo imara uh, isiyojihusisha na, na, na vitendo vya rushwa naam. uh, naibu mkurugenzi mkuu, umezungumzia kwa uzuri kabisa kuhusiana na nafasi ya mwanamke kama mlezi wa familia. Hebu tujaribu kuangalia nafasi yake sasa kwenye masuala ya uongozi. Wewe ni kiongozi sasa mwanamke kwenye nafasi ya uongozi au kwenye masuala ya siasa, na ukizingatia mwaka huu tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, nafasi yake kama mwanamke ni ipi kuzuia vitendo vya rushwa? Ana nafasi kubwa. Pamoja na malezi, katika masuala ya uongozi mwanamke ana nafasi kubwa zaidi. E, tukiangalia kwa muktadha wa nchi yetu, kwa mfano takwimu za sensa zinaonyesha kwamba idadi ya wanawake ni wengi zaidi, lakini pia a, hata katika kujitokeza kupiga kura wanawake ni wengi zaidi. A, ukiangalia maana nzima au maana pana ya rushwa unabaini kwamba rushwa ni matumizi mabaya ya mamlaka au madaraka kwa maslahi binafsi. Sasa wanawake wengi e, hatujajikita kuona kwamba tuna nafasi ya kuongoza. Uh, takwimu zetu za ndani sisi, kwa mfano kama TAKUKURU, zinaonyesha kwamba watuhumiwa wengi wa makosa ya rushwa uh, si wak wanawake. si wanawake, na kwa sababu hiyo maana yake ni kwamba ushiriki wa wanawake katika vitendo vya rushwa ni mdogo, lakini inawezekana ni mdogo kwa sababu uh, asilimia ya wanawake viongozi ni ndogo pia. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba iwapo wanawake watashika madaraka uh, nafasi yao ya kushiriki vitendo vya rushwa ni ndogo zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukawa na mifumo imara zaidi ya utawala na tunaweza tukawa na vitendo vichache zaidi vya, vya rushwa na hivyo nchi yetu ikapiga hatua, hatua za maendeleo. Sasa kinachohitajika ni ujasiri, ujasiri wa wanawake ku uh, Uh, kufukuzia hizi nafasi za uongozi kwa sababu mwanamke kwa asili yake ni mtu ambaye anapenda kuona haki ikitendea ikitendeka, si mtu ambaye anapenda kuona watu wakionewa au kupendelewa. Kwa hiyo kwa, kwa muktadha mzima ni kwamba wanawake wakishachukua nafasi za uongozi katika sekta zote uh, tutapata manufaa kama nchi na taifa, kwa maana ya kwamba vitendo vya rushwa vinaweza vikapungua na hivyo tukaona manufaa makubwa zaidi yanayotokana za na jitihada za serikali kuleta ustawi wa wananchi na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Tumekuwa na ushiriki mzuri katika masuala ya kisiasa. Ushiriki wa wanawake katika masuala ya kisiasa umeendelea kuongezeka kwa, kwa kadri miaka inavyoenda. Hata ukiangalia a, a, kwenye viti vya wabunge, viti vya madiwani lakini pia viongozi katika ngazi za serikali za mitaa, ushiriki wa wanawake umekuwa ukiongezeka. Maanake wanawake eh, ni ni ni washiriki hai katika siasa za nchi yetu. Na sasa tunapoongelea rushwa katika siasa au rushwa katika chaguzi eh, lazima sasa sisi kama wanawake tujihoji iwapo inazungumzwa kwamba rushwa ipo katika uchaguzi ni nani E, mnufaika wa rushwa hii? Kama sisi wanawake ndio tuko tunaotumika katika kampeni, ndio tunaoshiriki uchaguzi e, hii rushwa inatolewa kwa nani? Kwayo lazima tusimame imara. Tuna nafasi kubwa ya kuzuia rushwa katika uchaguzi kwa kukataa kupokea a, rushwa. Yamkini lugha tofauti tofauti zinaweza zikatumika, lakini tujihoji kwamba kwa nini msimu huu ndio tupewe kanga? Kwa nini msimu huu ndio tupewe sukari? Kwa nini msimu huu ndio tupewe eh, tishiti na vilemba? Ni, ni, ni, ni mavazi ambayo tunaweza tuka, tukapewa katika nyakati nyingine zozote, na hivyo uh, vitu hivi visitufanye kupoteza dira na mwelekeo wa kuchagua watu ambao tunajua hakika wakipewa nafasi ya madaraka watatuletea maendeleo, na kuimarisha mifumo ya haki zinazoathiri wasichana, ambayo ni mabinti zetu, lakini na sisi wanawake, kwa sababu hilo ni la msingi sana, kuhakikisha kwamba mifumo iliyopo ni rafiki kwa mwanamke katika kuyatekeleza majukumu yake kama mama, lakini kutekeleza uh, maono yake kama mwananchi wa Tanzania na kama mwananchi mwanamke. Kwa hiyo nitoe wito kwamba sisi wanawake tusishiriki wala tusitumike katika chaguzi za kisiasa, kupokea rushwa au kugawa rushwa, bali tutumie kura zetu kuhakikisha kwamba tunachagua wa, wa viongozi ambao watatuletea mabadiliko. Na labda tukibaki hapo, mkurugenzi, kwenye suala zima la rushwa ya ngono TAKUKURU uh, inafanya juhudi gani katika kuelimisha hasa wanawake na wasichana kuhusiana na tatizo hili la rushwa ya ngono na ni na kwa na namna gani mnawasaidia? Asante. Labda nianze na kundi la wasichana uh, kundi la wasichana uh, tunawafikia kupitia mashule uh, na vyo kupitia klabu zetu za wapinga rushwa Japokuwa uh, hizi ni klabu ambazo zina wanachama wake, lakini tunaamini kwamba uh, wale wanaojiunga na klabu zetu wanapata fursa ya kufahamu uh, uh, mazingira uh, na kuweza kutafsiri pale wanapokutana na, na rushwa ya ngono na nini wafanye. Kwa hiyo wengi wameweza kufahamu uh, wapi watoe taarifa uh, kupitia waalimu walezi walioko katika mashule yao, lakini pia namna ya kutufikia sisi kama TAKUKURU kwa namba zetu za bure ambazo hazihitaji e, wao hata wakiwa wanafunzi kuwa na fedha kututaarifu taarifu, uh, na kwa hiyo tumeweza kuona uh, matokeo, kwa maana ya kwamba tumekuwa tukipata taarifa kutoka kwa wanafunzi na tumeweza kuchukua hatua uh, za kuwasaidia, kuzuia uh, wasiwe wahanga wa, wa vitendo hivi, na hili linatokea kwa kweli katika ngazi zote za shule za msingi sekondari lakini pia katika katika vyuo. Lakini pia wanawake tunakutana nao uh, uh, wanawake watu wazima katika maeneo ya mazingira ya kazi, ambapo tunatoa uh, elimu eh, juu ya namna ya kubaini vitendo vya rushwa ya ngono na kuepukana nao na kutupa taarifa. Lakini pia tumekuwa tukishirikiana na taasisi zizo za kiserikali eh, hasa zinazojihusisha na masuala ya haki za wanawake kuona kwamba uh, kwa pamoja tunaelimisha jamii za wanawake na wanaume juu ya uh, rushwa ya ngono na madhara yake, na tumeona taarifa uh, zikitolewa kwetu na tukichukua hatua za kuzuia uh, wanawake wasiwe e, wa, wa, waathirika wa, wa vitendo hivyo uh. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii ku, kuwasihi wanawake e, Eh, lakini pia na wanaume kwa sababu maendeleo ya, ya, ya nchi yameanza kutuonyesha kwamba pia yako mazingira ambayo wanaume wanajikuta wana, wana katika mazingira ya ya, ya kuomba rushwa ya ngono. Natumia fursa hii kutoa wito, kwanza ni wajibu wa kila mmoja wetu kuto kushiriki eh, vitendo vya rushwa, lakini pale eh, unapokutana na mazingira ya rushwa ya ngono Uh, una wajibu wa kukataa, lakini pia uh, pale unapoona kwamba jambo hilo linaweza likakuweka katika mazingira ya hatari, basi tushirikishe, toa taarifa kupitia namba zetu za bure e, moja, moja tatu uh, tume ujumbe mfupi wapiga simu, basi tutaweza kuchukua hatua na uh, kukuepusha na madhara ambayo unaweza ukayapata iwapo utakubaliana na huyo anayehitaji rushwa ya ngono ili akupatie huduma ambayo ni haki yako ya kimsingi naam. Mtazamaji wa Takukuru TV, mpaka hapo tunahitimisha mahojiano haya. Nimekuwa na naibu mkurugenzi mkuu wa Takukuru Bibi Neema Mwakaliele tukiangazia nafasi ya wanawake kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ukizingatia Machi nane kila mwaka huwa tunaadhimisha Siku ya Wanawake Duniani. Amekueleza mwanamke, una nafasi kubwa, lakini kikubwa nafasi yako ni katika kuzuia vitendo vya rushwa. Ni kwa namna gani utazuia vitendo hivyo? Utazuia kwa kukataa kujihusisha, lakini pia utashiriki kwa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa. Mpaka wakati mwingine, mtazamaji, na kusihi, endelea kufuatilia vipindi vyetu mbalimbali vinavyorushwa hapa Takukuru TV. Asante.